tulivyopewa kutoka waraka wa kwanza wa mtume paulo kwa thesalonike sura ya tano mstari wa kwanza hadi wa kumi na moja kwa wathesalonike wa kwanza sura ya tano mstari wa kwanza hata ule wa kumi na moja nisoma katika jina la bwana amen lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira, hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa Bali ninyi ndugu, hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi hulala usiku, pia na walewao hulewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye kwamba twakesha au kwamba twalala, basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake, vile vile kama mnavyofanya. Amen. Nanyenyekea mbele zako Mungu wetu mwema Baba unayetupenda, ambaye kwa ajili ya pendo lako ulitukomboa sisi tuliokuwa tumefarakana tuli nawe hapo fanya kuwa watoto wako kwa ajili ya kazi ya ukombozi pale msalabani. Tunakushukuru kwa kutupa nafasi ya kukuabudu siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana amempa kibali cha kuingia nyumbani mwako kukuabudu. Asante kwa jinsi ulivyohusika na maisha yetu kwa juma hili lote. Asante, ee Baba, namna ambavyo umekusudia pia kuzungumza nasi kupitia ujumbe huu, na kusihi kwa Roho Mtakatifu, uzungumze nami na uzungumze na kila anayeshiriki katika ibada hii, tupate kuisikia sauti yako. Na tunaomba Bwana, utujalie mioyo ya uelekevu ya kupokea neno lako na kulitendea kazi. Bwana utubariki hivi, tunakusihi katika jina la Yesu amen, Amen. Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Fredrick Onael Shoo, mheshimiwa viongozi wote wa kanisa, viongozi wa serikali ya wenyeji, yupo a washarika wote, itifaki ikizingatiwa, nkuana ya pekee mchungaji anaye astaafu leo, mchungaji Alpheus Shayo pamoja na familia ninawasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana wetu Yesu apewe sifa. Amen. Kwanza niseme namshukuru ni, ni sana Mungu ambaye ametuwezesha sisi sote kushiriki katika ibada hii aliyetulinda na kututunza mliotoka mbali na mliotoka karibu. Karibuni katika ibada hii na kipekee karibuni katika kutafakari ujumbe wa neno la Mungu. Natumia nafasi hii kupongeza kwaya za hapa Mshiri. Naona kwaya zimechangamka, zimeimba kwa ushindi. Hongereni sana wanakwaya, hakika mnaonesha uhai na mmenirahisishia somo. Linasema changamkeni, na nanyi mmeshaonyesha kuchangamka. Bwana asifiwe. Hata wale ambao tumekuja tujachangamka, wenyeji wameshatuonyesha kuchangamka, kwa kuwa mkombozi wetu amekaribia. Amen, kwa kweli kanisani ni mahali pa kufurahi na kuchangamka, maana sisi ndio tuna tumaini la ulimwengu huyu. Ambaye tunamwamini Yesu Kristo amekupa tumaini lililokuu. Kwa hiyo ukija ibadani umehuzunishwa, umefadhaishwa na mambo ya wiki nzima, nikutana na watu wanamsifu Mungu, wamechangamka, na wewe huzuni zako zinaondoka, ufurahi katika Bwana. Amen. Namshukuru sana mkuu wa Dayosisi kwa kunipa nafasi ya kuhubiri katika ibada hii, kwa sababu ni ibada yenye upekee kwangu. Uh, mimi kwa kuwa anaye staafu alikuwa msimamizi wangu wakati nikijifunza mazoezi ya uchungaji. Kwa hiyo nimefurahi kupata nafasi hii ya kuzungumza neno la Mungu na kushiriki katika ibada hii ya siku ya Bwana ya pili katika majilio, yenye tendo la kumstaafisha mchungaji ambaye alinilea vizuri sana wakati nikifanya mazoezi ya uchungaji. Kwako Baba Mchungaji Alpheus Shayo na familia, ni siku ya pekee kabisa kwako na kwa familia, tukimshukuru Mungu aliyetembea pamoja nawe katika utumishi wako miaka mingi. Uliitwa katika ujana ukatumika kwa bidii nyingi na hatimaye siku ya kustaafu heshima imefika. Tunampa Mungu shukurani nyingi sana kwa ajili yako na kwa ajili ya familia kwa kuwezesha eh, kwa kukuwezesha kumaliza mwendo salama kwa mujibu wa taratibu na miongozo ya Kanisa. Tunasema Bwana Yesu asifiwe, amen. Baba Mchungaji ame watunza wengi. Kama nilivyosema mimi ni miongoni mwao, nilipangwa usharika wa Kotela yeye akiwa mchungaji kiongozi, na kwa kweli ninashukuru sana kwamba mojawapo ya mambo ambayo nilijifunza kwake, alinipa uhuru nifanye, ili nikosee aweze kunisahihisha. Amen. Sababu kuna wachungaji e, wakipangiwa wanafunzi wanaamini kwamba hajui, kwa hiyo akaye ajifunze wao wakifanya. Lakini ndugu zetu wa Montessori, mfumo wa Montessori wanatuambia kwamba huwa tunajifunza kwa kufanya, tunajifunza kwa vitendo. Na mchungaji Shayo alihakikisha kwamba nalipo uhuru nifanye ili nikikosea aweze kunionyesha hapo umekosea na hapo umefanya vizuri. Naomba tumpigie makofi kwa <coughs> ilikuwa ni fursa nzuri sana kwangu kupata mlezi ambaye anakuruhusu ufanye mengi iwezekanavyo, ili unapofanya aweze kukufuatilia, akwambie hiki umefanya sawa, hiki hujafanya sawa. Nafikiri hiyo ndio njia nzuri zaidi ya kumsaidia mtu ambaye anajifunza anajifunzaa <coughs> maana sasa ukifanya tu mwenyewe yeye akaangalia, huenda akasema nimeelewa, lakini utakapompa nafasi afanye ukagundua kwamba hakuwa ameelewa. Kwa hiyo mchungaji, nashukuru sana kwa e, nafasi hiyo ambayo kwa kweli ulinilea na kunifundisha. Mekuja tu nimeripoti, wiki ya kwanza kukatokea msiba, akasema utahubiri msibani <laughs> Nitamani uhubiri wewe kwanza niangalie, lakini alisema ndo kazi imeanza hivi. Kwa kweli na nakumbuka pale mwanzo kabisa aliniambia, yani nakupa uhuru wote, fanya ijilisti, nenda mtaani fanya, sije kushauri e, na anakuwa na wewe anakuangalia unavyo e, tunza shauri, alafu baadaye atakuelekeza wapi ungefanya vinginevyo na pia yeah. Nilifurahi sana kwamba hata alikuwa anajihusisha na mambo yaliyogusa maisha yetu kama familia. Ndio kwanza tulikuwa tumeoana na mwenzi wangu, tumeenda pale, binti yetu wa kwanza alizaliwa pale na mchungaji aliangaika kana kwamba anaangaika na mtoto wake wa kumzaa. Baba, Mungu akubariki sana Kimbia kimbia, nenda hospitalini, nenda huku, nenda huku sasa, mama amejifungua, tunzikeje? Haya yote yalikuwa ni Ukristo katika matendo, ni imani katika matendo, kwa sababu upendo ni matendo ya ukarimu. Na kwa kweli ninamshukuru Mungu kwamba nilikuwa najifunza sio uchungaji tu, lakini nilikuwa najifunza pia namna ya kuishi Ukristo. <coughs> Eh, na wale wana- kama ikifikia nasikia habari ya somo hapa linazungumza habari ya utungu mjago mwenye mimba. Kuna wale wengine wanasema hey, uko umefanya maandalizi kwani hii ni dharura sasa? <laughs> Yeye hakufanya hivyo, alikuwa na mimi hatua kwa hatua, na kwa kweli naomba niishie hapo nisije nikajikuta naongea mengi mengi kumuhusu mchungaji, tuongee mengi kumuhusu Bwana Yesu. Amen. Ni nasema haya nikimshukuru Mheshimiwa Askofu kwa kunipa ruhusa ya kuhubiri katika ibada ambayo mlezi wangu wa kiroho, mlezi wangu wa katika huduma ya mchungaji anastaafu rasmi. Najiona ni nafasi au fursa adhimu sana na namshukuru Mungu. nasikiw tulikuwa kichwa kinachosema changamkeni, kombozi yu karibu. Naanza kwa kusema na nawashukuru sana wanakwaya, kwa sababu mmeshaonesha kwa vitendo kuchangamka, kwa kuwa mkombozi wetu yu karibu. Amen. Kamusi inasema kuchangamka ni kuwa na hali ya furaha baada ya taabu au hatari kuwa na hali ya furaha baada ya taabu au hatari. Na katika ujumbe ambao tumepewa kichwa kina, cha juma kinatuambia tufurahi, tufurahi tuchangamke. Ni himizo linawekwa kwetu tuchangamke, kwa kuwa mkombozi wetu yu karibu. Katika ujumbe huu tunaona ya kwamba Mungu anazungumza na kanisa la Thesalonike na anazungumza na sisi kwa nyakati hizi. Anazungumzia kuhusu siku inayoitwa siku ya Bwana. Anasema, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo. Siku ya Bwana maana yake ni siku ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Yesu Kristo alikuja mara ya kwanza katika hali ya unyonge na umaskini, ama ambavyo pia tunaimba katika nyimbo zetu na tunasoma katika maandiko matakatifu, na mara ya pili atakuja katika utukufu mkuu. Kutokea kwake kutakuwa kwa, kwa ghafla kama somo nalotuambia kusiko tarajiwa kumefananishwa na kuja kwa mwivi. Nyote mnajua mwizi haji kwa kutoa taarifa, anakuja anavamia, na mara nyingi inakuwa wakati wa usiku. Petro akiandika anasema lakini siku ya Bwana, neno lile lililotumiwa kwa Thalonike tume Paulo alipoandika linatumiwa pia hapa na Petro, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Alafu anaeleza mshindo mkuu utakaoandamana na siku hiyo, anasema, katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Kwa hiyo kuja kwa Bwana mara ya pili kutakuwa katika utukufu mwingi na kutatokea kwa ghafla kusikotarajiwa, amefananisha na utungu mjiavyo mwenye mimba namna vi, namna inavyokuwa ghafla pasipo kutarajiwa kwa, ndugu zangu, kurudi kwa Yesu mara ya pili kutakuwa katika hali hiyo ambayo inaelezwa hapa, kwa ghafla, lakini katika utukufu mkuu sana. Na anapozungumza na Wathesalonike anaelezea sifa zao, ya kwamba wao ni wana wa nuru, hawamo gizani <coughs> na ndiyo maana anawatia moyo kwamba wachangamke. Angalie msara wa nne, wa tano, wa sita. Anawaelezea Wathesalonike eh, sifa zao, kanisa lile liko katika hali gani? Anasema bali ninyi ndugu hammo gizani, waaminio mlioko Thesalonike, hammo gizani, waaminio mlioko Masia Mshiri, hammo gizani. Anasema na hammo gizani, hata siku ile iwe, hata siku ile iwapate kama mwivi kwa kuwa ninyi nyote msao wa tano mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Sifa njema, anazungumza kuhusu kanisa la Thessalonike, na msao wa sita akawaambia, kwa sababu sisi hatuko gizani, sisi uh, ni wana wa nuru, basi tusilale usingizi kama wengine bali tukeshe na kuwa na kiasi, tunapoinua vichwa vyetu kama tulivyosikia katika aya ya siku, kumngojea mkombozi. Sisi tulio amini, sisi tulio wana wa nuru, hatumo gizani. Ninyi wote mnajua giza linatumika kuwakilisha ufalme wa yule mwovu. Shetani mwenyewe anaitwa mfalme wa giza, ufalme wake unaitwa ufalme wa giza. Hata sisi tunaimba nyimbo za Kichaga na upenda huo wimbo tangu nikiwa mdogo, kama sala tulikuwa tunafanya wakati wa kipaimara tumemkataa shetani miaka ishirini iliyopita na tunamkataa hata leo, na tutaendelea kumkataa hata kesho Amen. Na tunamjulisha hata mwaka ujao tutamkataa. Tumemchagua Yesu aliyetoa maisha yake kwa ajili yetu Amen. Na tutatembea pamoja nao kama kwaya walivyosema haleluya. Basi ndugu zangu, huyu Mungu anatuambia anavumilia hapendi yeyote aangukie kwenye hasira yake. kisoma pale ambapo nimesoma mwanzo, kumalizie na neno hili, nasema Mungu hapendi yeyote miongoni mwetu apotee. Nasema katika Petro wa pili sura ya tatu mstari wa tisa Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Kwa nini Mungu anawaacha hata watu ambao wamechagua giza, wameacha kuifuata nuru, Mungu anawaacha waendelee kuishi? Ushasikia watu wanasema, wale watu wema huwa wanaondoka mapema Alafu hao ambao wanaendelea tu kuishi wapo tu. Mojawapo ya jibu liko hapa, Mungu anavumilia, maana hapendi mtu yeyote apotee, anasema sifurahii kufa kwake mtu mwenye dhambi afae. Hata wewe ulio katika ibada hii, yumkini umeshaiacha nuru, natembea kwenye giza na unaona kwamba mbona maisha yangu yanaenda tu vizuri. Nataka nikuambie, Mungu anavumilia, maana hapendi upotee. Amen na hata amekuleta kwenye ibada hii ili yakukumbushe ya, ya kwamba anachosubiria kwako ni toba, na toba ni kugeuka, kuacha giza, kuiendea nini? Mungu anavumilia na ndiyo maana neno lake linasema tubuni basi mrejee, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Toba inamleta Mungu kwa upya katika maisha yetu. Nikishayajua hayo ndugu zangu, mstari wa 11 amesema faidianeni kwa maneno haya, mjengane kwa maneno haya. Mwambie mwenzako hata kama yuko anataka kukata tamaa, mwambie usikate tamaa, mkombozi wetu yu karibu. Amen. Wanasikia? Amen. basi nati endeno tushangamke maana mkombozi wetu yuko karibu amen.